Chama cha wanasheria humu nchini, tawi la Kiambu, na waomba wakazi kuchukua fursa ya wiki hii ya uhamasisho kuhusu masuala ya kisheria, ili kupata maarifa kuhusu taratibu za mahakama kupitia ushauri bila malipo katika mahakama za kaunti hiyo. Mpango huu unalenga kusaidia watu wasio na uelewa wa jinsi mfumo wa kisheria unavyofanya kazi wanapokabiliana na kesi. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa habari zetu za magatuzini. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa wiki wa uhamasisho wa masuala wa ya kisheria katika mahakama za Kiambu, Jaji Abigail Mshila aliwahimiza wakazi kuzungumzia changamoto wanazokumbana nazo kesi zao zinapowasilishwa mahakamani. Asiuseme ati sasa unataka kesi yako itatuliwe na mediator. Hapana, tunataka mahali kwenye mnaweza sikizana. Unakuja unauliza wakili wako, hii venye tumeambiwa na mediator ni vizuri ama si vizuri hii ya hiyo masikizano yenu na huyo mediator consult wakili. Ask these wananchi what What what What you you propose on how the reforms are are, are are going to be carried out. And when we come for our our bar bench or our CUC, share with us. Tell us, what have you agreed? your what are, what are your suggestions? What are your proposals? Don't just point fingers. And make other people look bad. Kwa upande mwingine, wadau wa elimu katika kaunti ya Kisii wanaomba wazazi kuunga mkono kikamilifu mtaala wa elimu ya umilisi wakisema kuwa unatekeleza jukumu muhimu katika kukuza vipaji vya wanafunzi. Uh, things like uh, pathways. A learner is able to choose a pathway where he or she fits. Wakati huo huo, wasusi katika kaunti ya Busia wamepata fueni baada ya idara ya utalii ya kaunti hiyo kuahidi kuwasaidia kupata masoko ya bidhaa zao. Hiyo raw material kupata ni shida. Kwa na kitambo hapa kwetu kulikuwa surrounded kama island, mi, mi, mito kulikuwa na hizi papyrus nyingi. Siku hizi watu wamelima, amuna sasa tunatoka pa distance ya kwenda Uholo huko hiyo ni Siaya district. As a county we do not, we've not so far explored uh, the aspect of uh, having craft market but uh, this is uh, uh, um, a an, uh, an activity that now The directorate is going to take charge. Na serikali ya kaunti ya Kiambu inajenga mifumo ya mabomba ya maji ya mvua katika mitaa ya Githurai na Mwihoko, msimu wa mvua ya vuli unapoanza ndanisaa maji to build do katika kaunti ya Migori, wakazi wa kijiji cha Makalda Nyatike wana matumaini makubwa, kwani mradi wa kaunti wa ujenzi wa eneo la viwanda unakaribia kukamilika, jambo linaloashiria hatua muhimu katika maendeleo ya uchumi wa eneo hilo.

Na tunasema ni shukrani kwa wajumbe wetu ambayo walifanya hii kazi hapa. Hatimaye viongozi katika kaunti ya Kajiado wametoa wito kwa jamii ya wa Wamasai kuunga mkono elimu ya wasichana wakisema kuwa wanawake wanaweza kufanikisha sekta zote za jamii iwapo watapewa fursa sawa. Huyu Margaret ni askari na katika idara hiyo yeye ndio mwanadada wa kwanza katika nchi yetu ya Kenya kupata hii shahada ya doctorate. Viongozi hao walizungumza wakati wa sherehe ya shukrani huko Ilasit, Kajiado Kusini, kwa heshima ya Daktari Margaret Gakami, afisa shupavu aliyehitimu shahada ya uzamifu katika mipango na usimamizi wa miradi kutoka chuo kikuu cha Nairobi. kasi cha namasha darubini